Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina kubwa la Yesu Kristo mwana Mungu wa hai. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili nyingine ya leo ambayo ina kibali cha tofauti na haijai kuwepo na imekuwa tofauti sana. Mpendwa katika Bwana, kwanza nikupongeze kwa sababu ya kwenda kanisani siku ya leo. Leo ni siku ya Bwana, tumeenda kumwabudu na kulitukuza jina lake. Naitwa Mchungaji Sako Mayrick na ningependa kidogo tushirikiane, ni machache ambayo tumejifunza leo katika ibada. Somo la leo linaitwa Yesu anakuja upesi, Yesu anakuja upesi. Mpendwa katika Bwana, kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari ule wa tisa mpaka kumi na moja. Bwana Yesu kabla ya kuondoka, baada ya kuwa amefufuka kaburini, aliwakusanya wanafunzi wake na watu wengine zaidi ya mia tano, alafu akawaambia, ninaondoka naenda kwa Baba. Na akasema sitawaacha pekeno tawapa Roho Mtakatifu ule mstari wa moja nane anasema vizuri kabisa, mtapokea nguvu akija juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini akawaambia kwamba muda sio mrefu. Wakati anaongea, ghafla wakashangaa, anaanza kupaa, wakashangaa, anaelekea kwenye mawingu, anapokelewa mawinguni, na muda sio mrefu wingu likamchukua. Wakatokea malaika wawili, wakaambia ni wanadamu, sikilizeni. Huyu Yesu mnayemwona amepaa hivyo hivyo atarudi tena mara ya pili kwa ajili ya kuchukua watu wake. Na kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na nne anasema tazama, ninakuja upesi, na ujira wangu mkononi mwangu, kumlipa kila mtu sawa na matendo yake. Yesu Kristo anakuja sasa. Mtumishi wa Mungu Petro katika Petro ya pili sura ya pili alituonya akasema, kuna watu wamefika hatua wanaitwa scoffers. Scoffers ni watu ambao ni wa watu wa kucheka wengine. Kwa wakasema, wanasema kwamba nyinyi mnasema Yesu anakuja anakuja toka babu zetu walisema Yesu anakuja, babu zetu wamepita wametoka, nyinyi bado mnasema Yesu anakuja. Hiyo ni hadithi za alinacha. Lakini mwishoni akasema mtu asiwadanganye Bi Yesu Kristo, muda sio mrefu tutasikia sauti ya parapanda na baragumu ya malaika, Yesu anarudi. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Lakini huo mstari wa mwisho kabisa wa ishirini katika sura ya mwisho anasema, ninakuja upesi. Na uje upesi, e Bwana Yesu. Napenda kujenga imani yako mpendwa katika Bwana kwa nini tunahangaika kanisani? Kwa nini tunamwomba Mungu usiku na mchana? Kwa nini tunajiepusha na dhambi na mabaya? Mtumishi wa Mungu Petro katika kitabu cha Luka sura ya kumi na nane mstari wa ishirini na nane na wanafunzi wengine wa Yesu wakamuuliza Bwana, tumeacha vitu vyote tumekufata wewe, tumeacha disco, tumeacha pombe tumeacha wanawake tumewacha mambo yote ya dunia na starehe zake tutapata faida gani? Kitabu cha Luka kumi na nane ishirini na tisa, Bwana Yesu akamwambia, hakuna mtu aliyeacha watoto, ndugu, mali, majumba kwa ajili yangu, ambaye hatapata maradufu katika ulimwengu huu na ufalme wa Mungu jao uzima wa milele. Yesu anarudi na ujira wake mkononi, wakati wowote wa Yesu Kristo atatokea mawinguni. Tunajuaje kwamba ni majira ya Yesu kurudi? Kitabu cha Wakorintho wa Korintho Kwanza, sura ya kumi na tano mstari wa hamsini na mbili. Maandiko yanatuambia kufumba na kufumbua, kama kufumba macho na kufumba, baragumu italia na tutamwona yesu mawinguni. Sisi tulio hai tutabadilishwa miili, na wale waliokufa watafufuliwa kaburini, tutaenda kumlaki Bwana kule mawinguni. Yesu anapokuja kwa amu hii, hatashuka duniani, atachukua watakatifu tu, watu ambao wameosha miili yao, wameosha roho zao, watu ambao ni wasafi, ambao wameamua kutembea na Yesu kwa gharama yoyote. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na nne Hatutawaacha au waliokufa. Kufumba na kufumbua, wafu watafufuliwa na sisi tulio hai tutaondoka kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Mpendwa katika Bwana, Yesu akiondoka na kanisa lake, utaamka asubuhi, utashangaa mke uliokuwa naye nyumbani hayupo. Ofisini kwako utaenda, utashangaa watu ambao ulikuwa nao katika maofisi wengine wameondoka. mchungaji unashangaa amebaki na wengine wameondoka, au mchungaji amechukuliwa na wengine wameondoka, utabaki peke yako. Ndipo utakapokumbuka maneno nayokwambia leo kwamba Yesu Kristo amechukua kanisa lake. Atachukua wale tu waliooshwa kwa damu ya mwanakondoo ambao wameishi maisha na kukataa dunia hii na kuamua kutembea na Yesu mpaka mwisho. Mpendwa katika Bwana, Tabu yako ya kufunga, tabu yako ya kuhubiri injili, tabu yako ya kuomba ina malipo makubwa. Bwana Yesu katika kitabu cha Marko sura ya kumi na tatu akatupa dalili za kurudi kwake kumekaribia. Akasema kwa mti wa mtini muangalie ndipo mtakapoona dini narudi, lakini saa ile na siku ile hakuna mtu anayejua isipokuwa Mungu peke yake. Lakini alisema mtakapoona mambo kama haya, alitoa mambo kumi, nitataja baadhi yake. Alisema la kwanza kutakuwa na manabii na makristo wa uongo. Umeshaona manabii wa uongo, wala sio swali leo. Kuna mtu anaweza kusimama akasema mimi ndo ni Biblia kuliko Biblia yenyewe Leo kuna watu wanaweza kusema kwamba mimi ndio Yesu. Tayari dunia imekengeuka kupita kiasi, hawana hofu. Katika uwai wangu nimeona watu wanajiita Yesu zaidi ya themanini na sita, lakini watu waliondoka. Sasa hivi kama watano, mlisikia ule wa Kenya wajuzi ambaye alijifanya Yesu akamwambia tunakusulubisha sasa Pasaka, akabidi aite polisi. Yesu Kristo anasema watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo lakini anasema mtawajua kwa matunda yao. Lakini la pili anasema kutakuwa na vita na habari mbaya za vita. Mpendwa ambao una akili timamu, kinachoendelea Israeli na Iran, kinachoendelea pale Russia na Ukraine, ikitokea tu maamuzi yamekuja kuhusu vita vya nuclear, utaniambia kinachoendelea. Yesu amekaribia sana. Jitakase, jisafishe, usije ukaachwa. Ukiachwa manake nini? Biblia inasema wazi kwamba kutakuwa na shida ambayo haijawahi kuwepo duniani, kutakuwa na matetemeko na njaa nyingi. Anasema huo ni mwanzo tu wa utungu. Anasema zaidi hapo, watu watasalitiana, ndugu atamsaliti ndugu mwenzake Wazazi watawasaliti watoto, watoto watawasaliti wazazi, ndoa wa zitasalitiana. Vurugu zilizopo zitakuwa nyingi. Anasema ndipo mjue mwana wa Adamu wakati wowote atatokea mawinguni. Wale walio tayari watanyakuliwa kwenda kuishi na Bwana milele na milele. Ninatamani uwe mmojawapo. Sasa kuna watu wanauliza sasa wakishanyakuliwa huku duniani kunakuwa nani? Naomba nisikize kwa makini. Maandiko yamesema wazi sana sana kitabu cha Wathesalonike wa kwanza wa pili sura ya pili mstari wa tatu. Anasema mpaka sasa hivi hapa tulipo kwa sababu Yesu hajarudi kuna nguvu inazuia ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa litakapochukuliwa, Roho Mtakatifu ataondoka. Hii dunia itaongozwa na wababe. Utakuwa unasali wakiamua wao. Ni bora uwai wakati Yesu amerudi mara ya kwanza, ukachukuliwa kwenda kukaa naye kule mbinguni kwa miaka saba bila sema, utakaa naye miaka saba tukila sherehe na harusi ya mwana kondoo. eli wafu wafao katika Bwana kutoka sasa, kwa sababu watafarijiwa baada ya tabu zao nyingi katika ufufuo ambao unakuja pendo katika Bwana Yesu atachukua walio mwamini. Ufanyeje sasa? Biblia katika kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, Yesu Kristo, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima tele. Leo una nafasi bado ya kumwamini Yesu Kristo ili aingie ndani ya maisha yako ayatawale, ili wakati wote tutakaposikia baragumu inalia juu, mimi na wewe tukamlaki Bwana mawinguni. Lakini kwa wewe ambao umeokoka, napenda nikutie moyo, majira ya kurudi kwa Bwana wetu yamekaribia sana. Uhitaji kuambiwa ona. Kama una macho timamu, kwa kuangalia tu habari na vyombo vya habari utanielewa kwamba safari yetu imekaribia sana kufika mwisho. Kwa amua kufanya kujitakasa, ajitakasae zidi ajitakasa, ajitakasa, kujitakasa kani, nikwambie hii dunia inapita, mambo yote unayoona yanapita. Heli kung'ang'ania kwa Yesu, kwa sababu ndani ya Yesu kuna uzima wa milele. Kupitia ujumbe huu natamani utafakari maisha yako na ujiweke tayari moyoni mwako kwa ajili ya kumpokea Bwana mwinguni. Nakushukuru kunisikiliza. Ninakupenda. Mungu akubariki sana. Karibu katika ibada zetu pale Zuzu Zinje, tukiendelea kumsubiri Bwana Yesu kurudi mara ya pili. Tunaanza ibada kila saa moja kamili asubuhi, baada ya Kiingereza mpaka saa mbili na nusu, na kuanzia saa tatu kamili tuna ibada kuu ya Kiswahili mpaka saa tano na nusu. Nakushukuru kunisikiliza na tukutane tena Jumapili ijayo katika jina la Yesu. Yesu anarudi, kaa tayari, tukutane pale juu tukaishi na Baba milele. Amen.